Ndugu zangu wapenzi mnaofuatilia Maalim Shabani popote pale mlipo, e, baada ya kuwaamkieni salamu za watu wa peponi na kumtakia ziada kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, e, uswikumwauswi nafsi bitakwallah na wausieni na nikiusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Eh, hakika wenye kumcha Mwenyezi Mungu hao ni watu ambao waliofanikiwa kisawa sawa. Tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu kama adatuna kama kawaida yetu eh, tulitoka katika kipindi ambacho tulikopo tunamwelezea paka leo, tumestopu kidogo, tutakuja kumwelezea pia mbwa lakini mbwa gani wa kichawi na mbwa gani si mbwa wa kichawi, lakini pia insha Allahu Taala tutakuja ku e, kuelezea kumjua na kujikinga na hao viumbe. Ndugu zangu, wachawi na washirikina mara nyingi huwatumia sana hawa viumbe, hasa kiwa paka, na so kila ukimuna kila paka ni paka wa kichawi, hasha hashawakala nilitoa mimi paka gani ambao hawa wana wanaashiria kuwa kwamba wenda wakawa ni ni paka wanaohusika na wachawi kujigeuza nao, nikatoa maelezo ya kutosha. Na paka ni viumbe vimoja wazuri sana, mashallah kuishi nao. Hata mimi mwenye hupenda kuishi na paka, lakini wachawi pia wanawatumia sana, wanawatumia sana paka, na wanawatumia na mbwa pia tulieleza katika vipindi vilivyopita lakini siku ya leo e, tupo katika maelezo ya dada mmoja ambaye nilimpa hizi adhkari e, kama mnavyoziona hizi e, zina karatasi, nafikiri zina kurasa tatu kama hizi mnavyoziona hizi hizi, ni adhkari zimewekwa humu kwa utaratibu maalumu na kwa idadi. Idadi hii ambayo imewekwa humu ni idadi ambayo watu wamefanya kutokana na idadi hii, sio kwamba idadi ndio inayofanya kuleta majambo, hapana, isipokuwa wingi wa idadi uliowekwa humu ndio kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hasa Mwenyezi Mungu kwa huruma yake ikawa ni sababu ya wanga kuangamia na kudhalilika. Kwa ajili hiyo, dada huyu tuliwahi kuja kumfanyia dua, wahi kuja kumfanyia dua. Sasa baada ya hapo, tukawa tumempa hizi adhkari azisome. Ndugu yangu mtazamaji, na mimi nikaona nije ni kushare na wewe e, ambaye hutaki kukaa kitako, lakini upo tayari kuzunguka kwa waganga wa kishirikina, upo tayari kuzunguka makaburini, upo tayari kwenda sehemu mbalimbali ambazo si za kisheria, wewe uko tayari, lakini kusema ile nikae chini nimwombe Allah subhanahu wa taala kwa kupitia haya mashakili niliyokuwa nayo au kwa hii hali inaonisibu hauko tayari, lakini kwenda saa nane usiku makaburini hata kwa muda wa mwezi mzima upo tayari. Ndio tunataka tujifundishe hapa. Ndio maana nikasema leo, siku ya leo e, mada yetu tutamzungumzia huyu dada na kichwa, anwani ya, ya, ya, ya, ya mada yetu inasema wa man yatawakkal ala llahi yaj'al lahu makhraja, yule ambaye mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu kisawasawa, yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu rabbu jalla jalalu anampa ap eh, anampa njia ya kutokea waman yatawakala ala llahi fahuwa hasbuhu mwenye kumtegemea Mungu mwenye kumtawakali Allah hasbuhu Allah, amtosha Allah namtosha kwa ajili hiyo ndugu zangu ni wapenzi wa tukufu Allah subhanahu wa ta'ala e, ametujaalia sisi wanadamu akili ya kutafakari hivi we kwa mfano tu umekwenda kwa mtu tabibu hata kama hukusoma, umefika pale, akaanza kukwambia lete nywele zako za sehemu za siri, lete kucha zako, lete nywele zako za kichwani, lete, ngo, eh, lete uzi ukoutoe katika nguo yako ya ndani, lete uzi wa nguo yako ya nje, alafu uje ndo nikutibie. Hivi kwa haraka haraka tu, we kwa mtazamo tuwa haraka hivi, wanakutibia au anaenda kukuroga huyo? Eh wengine huambiwa walete mpaka damu lhaidhi damu ile ya siku zake, apeleke kwa mganga, na yeye anakubali tu, anachukua, anapeleka Subhanallah. Nenda kukutibia, nenda kukuruga. Kwa akili tu ya haraka haraka wala haihitaji hadithi wala haihitaji, wala haihitaji aya. Kwa mtazamo tu wewe, ushawahi kuishi na watu, umeishi kwenye jamii, umeishi sehemu mbalimbali, ile analokwambia tu, haijalishi ni mtu gani anayekwambia, kavaa kanzu, kavaa kofia, kafanyeje Ndugu zangu wapenzi watukufu, ndio maana tunapeana nasaha kila kukicha, twakumbushana bora ufe na maradhi yako, lakini sio kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bora ufe na maradhi yako, lakini sio kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo tunaombwa. Tuna na nawaomba e, na waomba tena na tena, lakini maombi haya ni kwa ajili ya faida yenu ndugu zangu Tembea mbele na tembea kifua mbele, na maneno ya Allah subhanahu wataala. Huyu dada si msomi, si mtu alimu, ni mtu wa kawaida tu wa mtaani, lakini aliamua kusema kwamba Maalim Shabani, mimi kama kupona bora nipone maneno ya Allah, kama kufa bora bora tu nife, lakini kwa namna nilivyozunguka na sina cha maana nilichokipata, lakini baada ya kuja hapa na kunifanzia dua, dalili ninayoiona na ishara, hatua ya maradhi yangu nilipofika, basi kama kupona bora mpone kwa Qur'ani. Ndugu zangu, dada huyu baada ya kumfanyia kisomo, na Mwenyezi Mungu akamjalia shifaa kiasi, akaenda nyumbani kwake, tulimkabidhi hizi adhkar. Huyu dada anazisoma adhkar hizi baada ya kisha swali ni swala ya Isha, saa mbili, saa tatu, saa nne adhkari wakisoma, huwa wanalala saa tisa au saa nane yaani kuanzia saa nne saa tano saa sita saa saba saa nane masaa matano saa nane huko ndo watu wanalala. Siku nyingine wanapumzika kidogo, wanaanza saa sita saa saba saa nane saa tisa saa kumi alfajiri wana wanamalizia anamalizia adhikari zake. Moja katika jambo lililonifanya sasa nije na wewe tushee wote, napendaga mambo mazuri kukuletea, ili wale wanaobeza na kupinga mambo ya adhikari ujue hao wana sifa za kihusda au wana sifa za kichawi, kwa sababu miongoni mwa adhikari humu kuna swala za Mtume, kuna tasbihati na, kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimina, ila tumeweka tu idadi kama mara elfu moja, na wala hii si wajibu mshanifahamu, wala si lazima usome mara elfu moja ila tumeka tu, tumeona kiwango cha elfu moja kidogo ni kiwango kikubwa, lakini unaweza ukazidisha na wala hamna shida. Sasa kwa ajili hiyo, huyu dada alikopa kisoma siku hiyo, aniambia niambia, Maalim, kuna ndoto mi huwa naziota ninapofanya hizi azkari, ana kama mwezi na hivi, anasema nafanya hii azkari lakini kuna ndoto mimi naiota, akasema kuna ndoto naiota, nagombana na watu yani nakwenda nikishasoma kwen... azgar, nikilala usiku naota nenda nyumba ya mtu nagonga hodi, yule mtu anatoka, alafu namshika kisawasawa, namwambia, kwa nini unafanya mambo ya kiseheri, kwa nini unafanya mambo ya kichawi, kwa nini anamshika wafu, wanagombana, sometimes wanazidiana, lakini yeye anakuwa anazidiwa nguvu. Lakini mara nyingine anakuwa na kitu kama silaha, anampiga yule mtu ndani ya ndoto. Anasema, nikishampiga yule mtu nashtuka, afu mapigo ya moyo nakwenda mbio, kana kwamba lile tukio nilikuwa kweli. Basi itakaa siku ya kwanza, siku ya pili, ikifika siku ya tatu lazima aletewe taarifa, yule yule aliyegombana naye ni mawili, ana hali mbaya au amefariki. Anasema imetokea kama kwenye watu watatu wanne. Nikamwambia hapo, kunja ngumi alafu sema takbir, kwa sababu hiyo vita unaenda kushinda. Limwambia hivyo hivyo, hiyo vita unakwenda kushinda. Baada ya kumwambia hivyo, anasema Maalim, kweli vita inaenda kushinda. Na nikamwambia, usiogope. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukuonyesha yeye mwenyewe ye. Hawezi kukufungulia pazia moja kwa moja hivi, lakini Allah ana namna ya kukufundisha jambo na kukupa yakini juu ya jambo fulani ye, kwa namna anavyojua yeye. Kwa ajili hiyo ilikwepo inamaana, anaota anagombana na wale kisawa kisawasawa, akiamka asubuhi, ikipita siku ya kwanza ya pili ya tatu, yule mtu anayegombana naye kama yuko mbali ataambiwa bana fulani, bana ana hali mbaya, akienda hospitali ugonjwa auonekani au fulani bana amefariki ame. Anasema imetokewa kwa watu kama watatu, nikamwambia hao waliofariki na waliota wanagombana nao usingizini na hatimaye unakuja kuletewa taarifa hiyo, au walikuwa kweli ni wabaya kweli, wala si urongo. Lakini ndugu yangu mtazamaji, huyu si alimu, labda alisoma maaya makubwa, alisoma masura makubwa, ni hizi afikari. Niwambeni, huyu ni mwarobaini wa wachawi, hizi hapa. Hizi simple tu, kurasa yake hii hapa ina e, karatasi tatu, karatasi mbili tu na na peji hapa kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu e, eh, na waombeni, tumieni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wale wenye kuitaka hizi eh, e, adhkari basi zinapatikana. Na wale wagonjwa wetu wao tunawasomea huwa tunawapa hizi adhkari kwa ajili ya kuzisoma. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani pia, kile e, eh, ile dua ya Hizbul Bahari hii hapa. Watu, ile dua ile ya Hizbul Bahari, kitabu chake ni hiki hapa tumeitoa mle, tumeitia kwenye kitabu. Kwa wale wenye kuhitaji, basi mnaweza mka e, mkakitafuta hicho mkasoma, na wala gharama hakuna gharama, wao hivyo e, ni sadaka tu ya shilingi elfu kumi unakipata. Basi mimi siuzi vitabu wala sio mtu wa vitabu, sema watu wengi wameniambia, Maalim, tunahitaji hizo, tunahitaji hicho, hiyo dua uitoe, tuandikie na sisi tupate kusoma wenyewe, kwa sababu mle kwenye video wananyambia ninasoma spidi sana, wanashindwa kuandika wengine wanashindwa hata kusoma, wanashindwa kuhifadhi. Sasa nimeitoa kwa wale wenye kuhitaji, wanaweza kuja kusoma. Na uzuri, tukirudi kwenye upande wa adhkari zetu hizi, kwa wale ambao wazangu na mia hawajui kusoma, nimewarahisishia, nimewaandikia kwa Kiswahili. Mfano kama hapa, a'udhu billahi minash shaitani rajim, hii ni Kiarabu. Hapa nimeandika a'udhu billahi minash shaitani rajim kwa Kiswahili. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, na hapa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min dhalimin, na nahuku la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu min dhalimina, zinaendelea namna hivyo. Nimezeka kwa mfumo wa Kiarabu na Kiswahili kuwasaidia wale ndugu zetu wanatamani kufanya adhkari, wakae chini, wajisaidia wao wenyewe, lakini ule uwezo wa kusoma Kiarabu wenda hakuna muda kukaa darasani hakuna, eh, fulu kukimbizana na maisha, nafanyeje? tumewekea urahisi huo, kazi ni kwenu. Ndugu zangu wapenzi watukufu, dada huyu anaota, nagombana na watu wabaya, akifika asubuhi yake ni kweli atasikia, akifika baada ya siku tatu atasikia kweli yule mtu aliyogombana naye. Hamna anachokifanya zaidi ya hizi adhkari ambazo nilizoambia. Ndio nilizompa. Na mara mwisho namuuliza je, kuna kitu kingine unasoma zaidi ya hizi? Anasema wallahi sina kitu kingine ninachokisoma zaidi ya zile adhkari uzonipa, labda unipe zingine. Nikamwambia endelea nazo hizo hizo. E, kwa ajili hiyo tunasema waman mayatawakkala ala llahi yaj'al lahu makhraja, yule mtu ambaye mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa taala, Allah rabu jalla jalalu anampa njia njia ya kutokea. Ndugu zangu wapenzi watukufu, kuna maswali nimeulizwa hapa, kuna maswali nimeulizwa hapa e, moja linasema e, mimi nataka kumtegemea Allah subhanahu wa Ta'ala. Yaani nifanye fanyeje? Ni ndo ili nionekane hasa namtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Uwanja e, wa kumtegemea Mwenyezi Mungu, swali unaweza kuona kama ni la kijinga, lakini si la kijinga e, ni swali zuri tu. Uwanja wa kumtegemea Mwenyezi Mungu ni mpana sana, ni mpana sana. Tunatofautiana ile level ya tawakuli kwa Allah subhanahu wataala, tutakuja tutaeleza. Eh, e, swali la pili lililoulizwa hapa nasema swali E, swali la ulizwa sasa je, e, anasema Maalim Shabani, sasa je, e, inawezekana mtu kutoka uchawini? <laughs> Allahu Akbar, yani inawezekana mtu kutoka uchawini. Hii pia nitakuja nitawaeleza. Kuna mama alikuwa yeye ni sahir, ni mchawi. Naam, alikwenda sehemu fulani akachezea kipigo cha maana lakini alivyokuja tulijua kwamba huyu ni sahir, tulimshughulikia tuli kwa upande wa dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia tukamlingania, tukamwambia dumu na adhkari, na huyo mama ndiye nilimpa hizo adhkari. Ninapozungumza huyo mama yuko huru, sio hayuko tena uchawini. Allahu Akbar! Sasa swali ulioniuliza kwamba je, Maalim Shabani, inawezekana kutoka uchawini, ndugu zangu ni ndio. Maana tunasema tusibeze majambo, tunafanya dawa hii, tunafanya darasa hii E, watu wengi wanasikiliza. Inawezekana mwingine anasikiliza darasa hii mchawi na yuko uchawini na anasikiliza e. Iko siku tukimwokoa mtu mmoja kumtoa kwenye uchawi, wallahi, ili ni jambo kubwa. Hasa huyu aliniuliza swali hakuandika jina wala kusema chochote, kauliza tu swali, kaambia Maalim Shabani inawezekana kutoka uchawini? Allahu ala muenda, ni yeye mwenyewe yuko uchawini au wenda kuna mtu yuko uchawini, sasa nasema mimi basi nataka nitoke, je mnanisaidiaje? Tutakuja kueleza insha allahu taala, e, kipindi kinachokuja kwa idhini yake rabu Jalla Jalalu. Ndugu wapenzi wa tukufu, tunayo hapa dawa ya vidonda vya tumbo, tunayo hapa dawa ya, e, ya ibtalu sihri, halafu pia kashikashi pia tunayo ndugu zangu, hii hapa hii. E, bado hazijaisha kashikashi, bado zipo kwa wale wenye kuzihitaji inshallah. Tunayo ndugu zanguni wapenzi watukufu, e, haya, haya majambo tunayoelezana Eh, tunaelezana kwa faida ya wote, tukae tukijua kwamba maisha ya dunia ni mafupi. Bora bora eh, uondoke mtu na maradhi yako, lakini kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala si jambo zuri. Maswali mliouliza ndugu zangu, maswali ni mawili, na kama kuna mengine tutaangalia, lakini hapa tuna maswali mawili, tutakuja kuyajibu kwa faida ya wote. Inawezekana mtu kutoka uchawini na eh, ili swali tutakuja kuli, eh, kuliku, tutakapokuja kipindi kijacho tutaanza nalo na unatoka toka vipi. Na kumbuka kipindi cha nyuma tayari nishawahi ku, e, kueleza haya majambo na, na kama kuna maswali mengine tutayapata tutauliza hapa insha Allahu taala. Mwenyezi Mungu awajaze heri insha Allahu taala, wafungulie milango ya kheri, awape nuru ya maisha, nuru ya kila majambo yale ya mnaoyakusudia katika maisha yenu. Allah subhanahu wataala e, awajalie awajalie maisha yaliyokuwa na heri na awahifadhi na wanga na wachawi na washirikina. Tunapatikana mbande mwisho, Maalim Shabani Dua Center hapa, karibuni sana, tunawakaribisha e, karibuni tena na tena, nyuma kamera akisimama vyema habibi Suleiman ibn Sultani, mimi ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa, e, mbande mde, Maalim Shabani Dua Center, bila kumsahau Al-Habibi e, al eh, Hamisi ibn Kimaka, msimamizi wa vipindi vyetu hapa E, katika masala mazima ya kusimamia e, matibabu. Ndugu mtazamaji e, wanasema tiba bila shirki inawezekana. Qur'ani inaweza, Qur'ani inaweza. Mtegemee Allah, Allah atakupa njia ya kutokea. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila liqa.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 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 78 24 78 778, au 0717 28 42 42 na 0625 57 52 72. Umu Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.